Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu. Katika siku ya tatu na yamwisho, ya mwisho ya ziara yake katika kaunti ya Nakuru, rais William Ruto anazindua mashine ya kupiga picha za kutambua hali ya magonjwa yani CT scan katika hospitali ya rufaa ya Nakuru. Kadhalika ataelekea katika eneo la Kiptangwanyi ambapo atawapa baadhi ya wakaazi hati miliki za mashamba. Hivi sasa tunaungana moja kwa moja na mwanahabari wetu Ivan Sasiba, tupashe mengi tu ambayo yanajiri kwa wakati huu kama unanisikia, kazi kwako. Nam, asante sana Mwanahamisi, uliyesema ni hakika kwamba kwa siku tatu kaunti ya Nakuru imekuwa wenyeji wa rais Dkt. William Samoei Ruto. Kaunti hii kwa siku tatu hii leo ikiwa na shughuli si haba, kwa akionekana kwamba pengine eh, rais Dkt. William Samoei Ruto hapo kwanzia Jumatatu akiwa na shughuli za maendeleo tofauti tofauti. Hii leo ni kwamba tumetoka katika hospitali kuu ya rufaa na tulipo Rufa Rufa. ni katika eneo la Pipeline ambapo anatarajiwa kufika hapa pengine chini ya dakika 20 hivi thelathini, atakuwa mwenye kufika hapa katika usali ya rufaa Nakuru. Amefungua mashini ya inayojulikana ya ya kaya CT scan ambayo itakuwa yenye kusaidia wale wagonjwa wa, wa, wa, wa, katika usali hiyo kwa gharama ya shilingi milioni mia moja ikiwa imefunguliwa eh, katika usali hiyo ya rufaa Nakuru, eh, kisha baadaye akaondoka na kuelekea katika eneo la Kerina linalopatikana katika kaunti ya Nakuru, mt, Nakuru eh, mashariki ambapo pia amefanya pale kufungua shule ya shule ya shule, ya shule ya msingi shule ya msingi, na ile se ya sekondari ya kwa jina Susan Kihika eh, primary school eh, junior secondary school, ambapo amefungua shule hiyo ambayo imepewa eh, jina la Susan Kihika. Kisha baadaye atakuwa akija katika mahali tulipo katika eneo hili la Pipeline, ambapo atakuwa akifungua eh, nyumba zile za bei nafuu katika eneo hili akifungua eh, nyumba hizi zikitarajiwa kwamba zinaanza kujengwa hii leo na baadaye atakuwa akiondoka kuelekea eneo la Kiptangwanyi bado katika eneo bunge la Gilgil ambapo atakuwa akikagua pale soko ambalo linajengwa kwa chini ya ushirikiano wa serikali ya kaunti ya Nakuru pamoja na serikali kuu uh, ambayo soko tayari ishaanza kujengwa. Baada ya kukagua soko hilo atakuwa akielekea katika bado hapa eneo la Kiptangwanyi ambapo atakuwa akipatiana hati miliki kwa wakaazi wa hapa. Zaidi ya wakazi elfu mia tatu watakuwa akipata hati miliki za mashamba mashamba yao ambao amba, eneo hilo wamekuwa wakiishi kwa zaidi ya miaka hamsini. Baadaye atakuwa akielekea katika eneo la Naivasha akifungua barabara au uzinduzi wa barabara ya Kongoni kuelekea Ndabibi eh, barabara hiyo ikiwa ya mwisho ya siku ya tatu ya rais katika ka, kaunti hii ya Nakuru eh, akifunga siku yake ya tatu, ziara yake ya siku ya tatu. Tutakuwa tukiingiza taarifa hii na kujua pengine ni yepi ambayo siku tatu tukitathmini, kujua wakazi wa Nakuru watakuwa wamenufaika kutokana na nini, na uwepo wake wa siku hizo ambazo atakuwa katika kaunti ya Nakuru. Kutoka kaunti ya Nakuru na, na kurejesha kwako kwa mwana hamisi Evans Asiba. Na asante sana Asiba kwa hayo, bila shaka tutakuwa tunarejea kwako baadaye utufahamishe mengi tu ambayo yatakuwa yanaendelea wakati huo. Kwa hivi sasa tukiangazia mengine ni kwamba katibu wa wizara ya usalama